Wa michezo muhimu sana ambayo kiakika, eh, wanadada hawa eh, kutupa karata zao ama karata yao ya mwisho kufuzu fainali za mataifa ya Afrika eh, kwa wanawake pale nchini Morocco. Kikosi cha leo hapo hakina mabadiliko sana katika kikosi ambacho kimezoeleka sana eh, kwa Tanzania na mwamuzi kutoka Sierra Leone eh, Aminata ula na hicho ndicho kikosi chao ambacho kiko namna hiyo, yuko pale Aregash katika mchezo huu. Naam, asalamu aleikum, popote pale ulipo mtazamaji, karibu sana katika uwanja wa Azam Complex, Chamazi, Dar es Salaam. Mchezo wa kufuzu fainali za mataifa Afrika WAFCON kwa wanawake nchini Morocco, Tanzania dhidi ya Ethiopia. Wako vizuri kwelikweli. Indonesia Minja JKT Queens, haya, nafasi nyingine tena. Diana Lucas Msewa. panga mwene, tambaliza nzuri kumtafuta Opa Clement, opa opa, anajaribisha shuti kule. Nafasi nyingine tena kwenda nafasi kwa Aisha Juma. Aisha Juma anawatanguliza Tanzania, dakika saba tu au nane zimetosha akiamsha shangwe kwa mashabiki wa mchezo huu katika uwanja wa Azam Complex. Ni mwawachezaji ambaye anajua kufunga sana. Tazama namna ambavyo walikwenda kutengeneza, alichukua opa Clement, the captain, akatandika kwababatiza, akaichukua kwa uzuri kabisa kule, akaiweka pembeni tu mlinda mlango kuweza kuiona ile. Aisha Juma Mnunka akiwatanguliza, pasi sukari ambayo ilikwenda kuwekwa kwa uzuri kabisa. Jamila Mnunduka

Nafasi nyingine ya Donisia Minja kwa ndani nafasi kati ya Lugeti kutoka kule kwenda nje. Bakari Shima alikwisha nyanyuka tazama majalo ambayo alikwenda kumwaga ile Donisia Minja. Ilikuwa apige kichwa cha utosi kile lakini ikawa imekataa. Amekwenda Donisia Minja, Minja anarejesha kwa ndani huko nafasi kwa Tanzania gonga kichwa kule nafasi nyingine. Weka malizia kule kile kicheza uzuri defender kule. Tazama Donisia Minja. Aliweka majalo ndani ile lakini defender Esegeneti Bila akawa amenusuru jahazi lile. Ana sahili aya nafasi nyingine tena kwa Ganeti e, kata kule. Najati anautoa nje ni kona. Abas aliupata mpira Geneti haidebo akamjaribisha Najati Abas kwamba yupo ama hayupo, akautoa nje ni kona. Ni benchi la Ethiopia wenyewe wakijaribu kutizama nini ambacho kenda kufanya leo ni hekaheka heka ambazo ndani e, ya uwanja. Diana Lucas Msewa udambu udambu huo ambao umekuwa kuonyesha kipya vile vile na najiat ya bas hayuko nyuma. Hiyo ni chenga ambayo mwili Julita Singano ambayo alikwenda kumlaza e, seganet bira. Ni rais wa shirikishia Tanzania ya Korea kwa pembeni kule nzuri hii kwa gemti adeb haidebo haidebo anaweka sehemu sahihi kwa mene Amedu anayenyanywa kule ndani na kwenye jukwani, ni goal kick. Ni goal kick. Waligongeana, akatengewa kwa uzuri kabisa, Medin Ahmedu ikawa ni goal kick nam, dakika 45 za kipindi cha kwanza zimekamilika pia, yeah. msimu uliopita nam, karibu sana dakika 45 za lala salama, Tanzania dhidi ya Ethiopia, ikiwa e kule bira na weka ndani, nafasi cheza vizuri na kuchanganyana na kucheza vizuri na defend mlinzi ule takuchanganyana kule Tanzania, kama kamaseke nafasi ambayo ta kuchanganyana wenyewe kwa wenyewe, mpira ambao ienda kupigwa na bira, akaenda kunyaka lakini ukateleza ule lakini akaendelea kuliweka lango la Tanzania kwenye anaizungusha ndani kule, cheza uzuri kabisa, mina mlango haya. Ah, yeah. Enekia kasonga, opa Clement ya opa, Clement, kwanza kwa uzuri alimwekea tena, enekia kasonga anaiweka ndani kule, nafasi nyingine kwa Tanzania, kuni tanzani, nasema hakuna kama liunawa hivi, lakini bado nafasi nyingine zina yingine, Jamila Rajab weka ndani kule, Jamila Rajab, nafasi nyingine kwa... chuma cha pili na mlango kaudakia ndani ilikuwa ni heka heka kwenye lango la Ethiopia, akiamsha shangwe kwenye benchi. Kuna mashabiki ambao wamejitokeza kwenye uwanja wa Azam Complex. Mlinda mlango Tarikiwa Bacha haamini, lakini ndivyo ilivyokuwa. Ethiopia, kwenye mchezo wa marejeano, aliekewa ile Opa Clement, akazunguka kamrijishia tena, enekia kasonga, kasonga akaiweka ndani mmizi e, mmoja aliunawa ule lakini isiwe tabu wakaendeleza wow, tena mashambulizi Jamila Rajabu akaiweka ndani mlima mlango akaicheza kinikarumia ndani mbili kwa Tanzania. Tanzania Ethiopia sifuri, mchezo wa kufuzu fainali za mataifa Afrika kwa wanawake wapo pale Moroko. Tanzania mbili Ethiopia sifuri mlima refu wanarejea tena kwa Diana Msewa Diana Diana Msewa five bi pasi kwa kina, simama vizuri kabisa, wale ndio kwenda kupitia kule. Minja Indonesia eh hey, umecharuka Indonesia Minja kana nafanya hapa Clement, bado nafasi nyingine tena kule wa Tanzania, chopu na opa gonga kicho kule bado Msewa Diana, goal kick ilikuwa ni heka heka kweli kweli, mali ambayo ilichukua Indonesia Minja, katandika shuti ile opa Clement akaukosa lakini nyota ambaye ameingia hivi punde yakuja kuongeza nguvu Stumai Abdallah, huyo hapo Stumai Abdallah, alizungusha karejesha mchezoni, lakini opa Clement, opa Stumai Abdallah, Diana Msewa vipasni offside, lakini mshaji akambani offside lakini lishaja kambani, miongoni mwa nyota hatari kiungo huyu, tizama opa kilometa alimwekea Stumai Abdalla 1-2 ile akakutana nayo Diana Msewa, alinasa kwenye mtego wa kuotea ni offside. Seria Ethiopia kindo hivyo. Haya, mesei tanga anaweka mpira free kick kule, akochezo usuri ni kona alipiga mpira Mesei Tanga frikiki ile nageat ya bas akahangaika na ule nikona mauku nagat abas bila mlango wa Tanzania. Haya, amechukua ni merina nafasi kwa Ethiopia kateliwa kule naat tsf e nat nikona kona, walinzi walishindwa kuondoa mpira kwenye eneo la hatari, akakutana nayo ile Mesai Tanga nyota wa asilii yakaitandika ile mlina mlango najadi basi akaipa akaiparaza tu hivi uh, ya mwisho unaweza kusema. Haya, nafasi kwa Tanzania huku, na Opa Clement babatiza kule, ni kuna nyewe Hasnati ubamba, moja mbili tatu, anaizungusha miaka uzuri kabisa kule, alikuwa tizama Hasnati, hiyo hapo, kile kuna mtu kama aliukalawia ile na hiyo anaizungusha ndani huku, gonga kichwa hapa Clement, ni goal kick. Mwamuzi kutoka Sierra Leone anasema dakika 90 zimekamilika, Juma, na hizi ndizo takwimu za full time, ambapo mashuti ambayo wamelenga lango ni tano kwa nne, umiliki wa mpira ni asilimia 54 kwa 46. Hizo ndio takwimu za full time, dakika 90 zikiwa zimekamilika namna hiyo. Tanzania